Watoto jeshi, jeshi pamoja na malaika watoto. rafiki wa Yesu watoto, watoto. Jeshi, na malaika. Jeshi pamoja na malaika watoto. Mungu ni mwema. Basi watoto ni wakaribishe kwa ajili ya tafakari na sala mbalimbali mbali ambazo zinatufundisha. Ninaomba utulivu kwa watoto wote. Usishike chochote. Fumba mikono yako. Funga mikono yako. Na hapo tunaenda kuanza kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Amina. Tunarudia tena kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru, e Mungu wa upendo, kwa mema yako mengi ambayo unaendelea kutujalia kwa kutulinda na kutukinga katika wiki nzima na hata kutupa nafasi nyingine kuweza kuiona siku ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya utoto mtakatifu ulioweza kuwawezesha kuja jumuiya, lakini pia tunawaombea na wale ambao bado hawajafika. Kama watafika, basi baraka zako ziwabariki, lakini pia hata kama hawatafika, basi endelea kuwajalia ukumbusho kwa kuwapa ukumbusho wa kuweza kujua na kupata kuona umuhimu wa kuja jumuiya ya watoto. Na sasa, Ee Mungu, tunakuomba usimamizi wako utujalie neema yako katika tafakari tunayokwenda kuwa nayo ya neno lako takatifu, tukiwafundisha watoto wakujue, wakupende na wakutumikie siku zote, tukiendelea kukumbushana juu ya sakramenti saba za kanisa kuwafundisha ili waweze kujua sakramenti za kanisa na namna ya kuweza kuziishi ili kupata kukupendeza wewe Bwana Mungu wetu, tunakushukuru na tunakuomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu wote. Amina, amina. Raha ya milele uwape, E Bwana, marehemu wote wapumzike kwa amani. Amina. Kwa sauti Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalolifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.